Karibuni sana na karibuni wote upambanaji, pamoja na wajasiriamali, pamoja na wenzetu wote ambao wanayetaka kujifunza ujasiriamali wa ufugaji wa sungura, na sisi tunawakaribisha kabisa, ili mje kujipatia elimu mbalimbali kupitia chaneli yetu hii ya FAM TV. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kuamka salama, na tunawashukuru pia nyinyi nyote mnayetusapoti kwa namna moja au nyingine kwaku subscribe chaneli yetu ya FAM-TZ, kulaiki kushare na kucomment. Na pia tunapata hamasa zaidi kwa wale ambao mnatutumia komenti zenu, ambao mnahitaji katika kuingia katika ufugaji huu wa sungura na mwanze kupata faida kwa ujumla, ila <coughs> pia tunafurahi zaidi kwa kuona mwitikio unavyozidi kuongezeka zaidi. Naamini kwa muda fulani, mpaka kwa Watanzania kwa ujumla tutakuwa wengi sana, na tutaanzisha masoko zaidi ya uuzaji na itakuwa rahisi zaidi ya upatikanaji wa sungura kama biashara na kitoweo kwa nyumbani. Na mada yetu kuu kwa siku ya leo ni maandalizi ya sungura mzazi. Kama mfugaji umesha hakikisha kwamba sungura yako ameshashika mimba kikamilifu na umeshamwandalia kalenda yako ya kufuatilia mwendelezo wake. Kwa hiyo inapofika si kwanza, utabidi umuongezee kiasi cha chakula ili apate afya ya kutosha, na ukifika muda wa kuzaa azae bila changamoto aina yoyote, kwa sababu atakuwa na nguvu za kutosha. Kwa hiyo hatua nyingine ni inapofika kuanzia siku ya ishirini mpaka siku ya ishirini na tano umwandalie boksi lake kwa ajili ya kuzalia. Hili boksi ni vizuri zaidi ukamwandalia kwa siku hizo, ili apate kulizoea na yeye apate kucheza mule, na ajione akiwa salama zaidi, kwa sababu sungura anapenda sehemu salama zaidi, na ili ahakikishie kizazi chake kwamba kitakuwa salama. Kwa hiyo utavyomwekea ile box lako ataanza kulizoea kidogo kidogo kidogo kidogo, mpaka muda utapofika wa kuzaa, ataingia mwenyewe na kuliandaa vizuri kwa ajili ya uzazi, kwa ajili ya kujifungua yeye mwenyewe kuzaa. Na siku inapofika kuanzia ishirini na sita mpaka ishirini na nane unaweza ukaanza kumwandalia baadhi ya manyasi makavu manyasi haya utayachukua na utaweka pembezoni mwa hilo boksi lake, utaweka mabu, majani mengi mengi, kwa sababu sungura wana tabia tofauti tofauti. Kuna mwingine ikifika kuanzia siku hiyo ishirini na sita mpaka ishirini na saba anaanza kukusanya yale majani makavu na kuwa, kuyaweka katika boksi lake kwa ajili ya kujiandaa ikifika siku ya 30 ili azae ila kuna sungura mwingine tabia yake unaweza ukayaeka hayo majani akabaki akayaache hivyo hivyo mpaka siku ile ya mwisho, na ndo atayakusanya hayo majani, atayaingiza katika hilo boksi lake, akiwa anaamini kwamba akihifadhi yale majani ni itakuwa njia mojawapo ya kuwalinda watoto wake anapozaa. Kwa hiyo, na ikifika ile siku ya 30 ataanza kujinyonyoa manyoya katika tumbo lake na mwili wake kwa ujumla. Baada ya kujinyonyoa manyoya yake, atahifadhi mule, na ataanza kuzaa vifaranga vyake na atavifunika kwa kutumia manyoya yake hayo, ili awaandalie joto zaidi, kutokana na sungura anapozaliwa anakuwa haoni pamoja na hana manyoya katika ngozi yake. Kwa hiyo hii ndio anaandaa yeye kama mama sungura, ili kumlinda sungura wake. Karibuni sana katika chaneli yetu ya FAM-TZ, mwendelee kupata elimu mbalimbali, na tuna tunawashukuru zaidi katika sapoti zenu, na kwa wengine ambao bado hamjakutusapoti kwa kusubscribe, tunaomba mutusaidie sapoti hiyo ya kusubscribe, kulaiki na kushare na jioni ama kesho, mtapata pia elimu el, darasa letu linaloendelea. Asanteni sana na karibuni sana.